Hapa nipo hospitali, napambania uhai, hali yangu ni dhalili, kila kiungo sifai. Kwa hizi zangu dalili, ni kiuka, si shangai. Hali yangu ni dhalili, kila kiungo sifai. Kuna wagonjwa wengine, wanka kamandaza wataka wandamane ila wacha kuchokoza kisha wasionekane wapote kwenye giza. Hali yangu ni dhalili, kila kiungo sifai. Kuna waliona donda ukiliona latisha na nywele hawakuchana na nongoza tirisha hawa wote twapishana na nyuso tumenyosha. Hali yangu ni dhalili, kila kiungo sifai. Kuna wasiosimama wanaletwa kwa vigari wakipimwa wanahoma bawa asili ya mangiri ila wote wakonoma, wamekaa kama ngiri. Hali yangu ni dhalili, kila kiungo sifai. Sote tuna taradhi, hatujui tuna nini, japo twapata maudhi, twavumilia moyoni Manesiwametuhodzi mbinguni na rizini, hali yangu ni dhalili, kila kiungo sifai. Mimi kinacho niuma nambiwa usingizi, ila ni kama kulema, kusema mimi siwezi. Yapo mwaona na hema, inayaya yangu wenzi Hali yangu ni dhalili, kila kiungo sifai. Hiwauliza wezangu, wanambia nisiseme, nibaki na gonjwa langu linipokalo ume, inishinde shamba yangu, wapate wao walime Hali yangu ni dhalili, kila kiungo sifai. Ugonjwa nina umwa ushanifanya kiwete, sasa zani shinda chumwa kwa hii kubwa fungate, unanizidi ukimwa, wallahi zimezimate. Hali yangu ni dhalili, kila kiungo sifai dhiki kubwa yanifika, wodi ndiyo nyumba yangu, na huku kuna mashaka, yanayotia machungu, kuyataja tatapika, ni uchafuwe ubungu. Hali yangu ni dhalili, kila kiungo sifai. Bora nisimame hapa, manesi wameshaingia wana dawa za kukopa, twatakiwa tu kutumia, tupone tupande chopa, tubaki tunasinzia. Hali yangu ni dhalili, kila kiungo sifai.